zangu wana habari, mimi ninaitwa Methusela Gwajima, kada wa CCM, lakini pia taaluma yangu mimi ni mwanasheria. Niliamua leo kuongea na waandishi wa habari kwa ajili ya ku, kwa ajili ya kuongelea swala la biashara ya madawa ya kulevya katika nchi yetu na hasa katika mkoa wetu wa Dar es Salaam na kwa dhati kabisa moyo wangu ningependa kumpongeza Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr Pombe uh, Joseph John Magufuli kwa kazi nzuri sana ambayo anaifanya. Kama tunavyojua, yeye ndio amekuwa champion wa hii vita ya kutokomeza na kupinga biashara ya madawa ya kulevya, huku akisaidiwa wa na wasaidizi wake wa karibu, mama yetu Makamu wa Rais Mheshimiwa Mama Samia uh, na pia waziri mkuu wetu uh, mheshimiwa Majaliwa. Lakini pia mawaziri wetu nao pia wamekuwa mstari wa mbele kumsaidia mheshimiwa rais katika hii vita, na sio tu hivyo, wakuu wetu wa mikoa pamoja na wakuu wa wilaya wamekuwa wote pia mstari wa mbele nchi nzima. Vyombo vyetu vya dola, polisi, kwa kweli hawa nwaku, ni wa kuiga, ni wa kusifia, ni mfano kwa sababu wamekwenda sambamba na falsafa ya mheshimiwa wetu rais wetu, lakini tumeona hapa karibuni kuna watu wametuhumiwa na hii vita na biashara hii ya madawa ya kulevya. Sasa tofauti yake wameanza kuhamisha ajenda, badala ya kuzungumzia ajenda ya madawa ya kulevya, sasa wameanza kuleta hoja zingine, kuzungumzia vyeti vya mheshimiwa Makonda mkuu wetu wa mkoa wa Dar es Salaam. Sasa unajiuliza, hivi hawa watu kabla hawajatajwa walikuwa wapi? Kwa nini tuhuma za vyeti za mheshimiwa Makonda hawakuzisema pale mwanzoni? Faini wameshasema, basi waviachie vyombo vya dola. Kuna tume ya maadili ya viongozi wa umma, kuna vyombo vya dola, vitachunguza vitatoa taarifa, lakini wao sasa wamegeuka kuwa wasemaji wengine ni wachungaji, kila Jumapili kanisani. Sasa wamegeuza makanisa yao kuwa vijiwe vya siasa, utadhani kampeni za uchaguzi zinaendelea, kumbe zimeshaisha. Kwa hiyo imekuwa ni siasa sini siasa, sasa kila Jumapili vieti vieti vieti vieti. Kwa hiyo mimi nikaona Watanzania niwaambie kwamba hapana, wajanja wachache wasibadilishe mwelekeo wa hii vita, Wasitake kutuhamisha Watanzania, sasa badala ya kujadili hili swala hasa tuanze kujadili vyeti vyeti, tuachie vyombo vinavyohusika na tuachie mamlaka husika, tuendelee kusonga mbele na kukemea na kupinga madawa, biashara hii ya madawa ya kulevya. Nikatoa mfano kwamba baadhi ya watu wanao leo ambao wamekuwa ni bingwa wa kutoa shutuma za mkuu wa mkoa, nao wana shutuma zao. Kwa mfano nikasema Mchungaji Gwajima anatuhumiwa na watoto wa marehemu kaka yake, alisema atamfufua kaka yao, amini baba yao mzazi, na mpaka leo hajamfufua. Na watoto hawa mwaka jana waliongea na media kutaarifu umma wa Tanzania, lakini vyombo vya dola badala ya kuchunguza tukio hili viko kimya. Leo issue ya Makonda imekuwa ni Makonda, Makonda, Makonda. Siko hapa kumtetea Makonda, lakini niko hapa kutetea uzalendo wa mheshimiwa Makonda. Huyu amejitoa muhanga kwa maisha yake. Ndio maana leo watanzania wote hawataki kusema, kila mtu anaogopa kusema, kila anayejitokeza kuongelea swala hili anachambuliwa kesho yake. Sasa lazima watu waseme, no come what may, lakini lazima tuseme tuambie wananchi hata hawa ambao leo wamejifanya vilanja wa kupiga vita hii kitu nao sio wasafi. Kwa hiyo let us not lose focus, tuende kwenye mstari. Watanzania tusonge mbele. Dar es Salaam bila madawa ya kulevya inawezekana. Tanzania bila madawa ya kulevya inawezekana. Tumuunge mkono mheshimiwa rais, tuache hizi mbwembwe za siasa, tusiangalie itikadi za vyama wala dini na haya mambo yasiache hivi yakaendelea, ni hatari kwa umoja wetu. Asanteni.